Uongozi wa klabu ya Young Africans umesema kuondoka kwa Fiston Mayele ni hatua ya kukua kwa soka ndani ya timu yao na watampata mbadala wake kwa sababu maisha ni lazima yaendelee. Fiston Mayele mchezaji na mfungaji bora msimu uliopita 2022-2023 ametambulishwa rasmi juzi na klabu ya Pyramids ya kule nchini Misri na kufunga mjadala wa tetesi za kuondoka ndani ya klabu ya Yanga Africa. Mkurugenzi wa mashindano wa Yanga ambaye anajulikana kama Sadi Kawemba alisema jana kuwa klabu ya mpira, mambo ya kuuza wachezaji ni kawaida; pale ikitokea ofa yenye manufaa zaidi kwa mchezaji, hawawezi kumkatalia kuondoka ndani ya timu yao. Anasema maisha ndivyo alivyo, leo hapa, kesho pale. Wana Yanga walimpenda na alitufanyia makubwa kwa kushirikiana na wenzake, lakini kujaribu maisha kwingine pia siyo shida Mayele ataendelea kuwa Mayele na tutampata mwingine mzuri ambaye hata kama hatofanana na Mayele lakini atakuwa bora, alisema Kawemba ambaye ni mkurugenzi wa mashindano wa klabu ya Young Africans. Alisema Yanga imesajili na ina wachezaji wote bora ambao watawavusha katika malengo yao ambayo wamejiwekea kwa msimu mpya wa 2023 2024. Na katika hatua nyingine, Kawemba alisema msimu ujao wanajua ushindani utakuwa mkubwa, ila wanajipanga kuhakikisha watayatetea tena kwa mara nyingine makombe yao waliyoyatoa msimu uliopita. Yanga ilifanya vizuri msimu huo kwa kutoa taji la mchezo wa hisani, ligi kuu, shirikisho la Azam, huku ikifika fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe, pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani kutoka katika chaneli hii ya Moshiro Online TV zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo.